Israel leo imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran leo Ijumaa ikisema imelenga vituo vya nyuklia viwanda vya makombora ya masafa marefu na makamanda wa kijeshi katika mwanzo wa operesheni ndefu ya kuzuia Tehran kutengeneza silaha za nyuklia. Katika kujibu mashambulizi hayo, Iran nayo imerusha takriban droni mia moja kuelekea maeneo ya Israeli ambazo Israel imezizuia kwa kutumia mifumo yake ya anga, kwa mjibu wa msemaji wa jeshi la Israel Brigedia Jenerali Efi Defrin. Vyombo vya habari vya Iran mashuhuda wameripoti milipuko katika maeneo mbalimbali mbali, ikiwemo kiwanda kikuu cha kurutubisha madini ya urani cha Natanz. Israel imetangaza hali ya hatari ikitarajia mashambulizi ya kulipiza kisasi kwa makombora na droni kutoka nchini Iran. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limesema leo Ijumaa kuwa hakuna ongezeko la mionzi katika eneo la Natanz, kwa mujibu wa taarifa zilizopewa na mamlaka za Iran. Jeshi la walinzi wa mapinduzi la Iran God. Limesema kamanda wake wa juu Hussein Salami ameuawa, na vyombo vya habari vya taifa hilo vimesema kuwa makao makuu ya kikosi hicho huko Tehran yameshambuliwa pia. Iliripotiwa kuwa watoto kadhaa wameuawa katika shambulio kwenye eneo la makazi jijini Tehran. Katika ujumbe wa video uliorekodiwa, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema tupo katika kipindi cha maamuzi katika historia ya Israel. Punde tu Israel imefanya operation tuliyoipa jina la Simba Ainuka. Operesheni ya kijeshi inayolenga kurudisha nyuma tishio la Iran kwa uhai wa Israel. Operesheni hii itaendelea kwa muda wote unaohitajika kuondoa tishio hili. Benjamin Netanyahu amesema. Naye Kamanda Defrin amesema ndege za kivita mia mbili za Israel zimeshiriki katika mashambulizi hayo, zikishambulia zaidi ya maeneo mia moja ndani ya Iran. Israel imethibitisha kuuawa kwa mkuu wa majeshi ya Iran, kamanda wa walinzi wa mapinduzi na kamanda wa dharura wa Iran katika mashambulizi hayo yaliyofanyika maeneo mbalimbali ya nchini Iran. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amesema kupitia taarifa yake kuwa Israel imeonyesha mkono wake wa kishetani na wa damu na kuongeza kuwa itakumbwa na hatima chungu. Mashirika ya ndege yamefuta safari zake kwenye anga ya Israel, Iran, Iraq na Jordan leo Ijumaa, kufuatia mashambulizi hayo kwa mujibu wa data kutoka Flight Radar 24. mashirika hayo yamelazimika kubadili njia na kufuta baadhi ya safari ili kulinda abiria na wahudumu. Irani nayo imefunga anga yake, nayo Israeli ikifunga uwanja wake wa Ben Gurion huko Tel Aviv mpaka taarifa nyingine itakapotolewa. Ingawa Iran imeishutuma Marekani kwa kuhusika kwenye shambulio hilo, lakini Marekani imesema haikuhusika na operesheni hiyo ambayo imeongeza hatari ya kuibuka kwa mzozo mpya katika Mashariki ya Kati, eneo ambalo ni muhimu la uzalishaji wa mafuta duniani. Mbali na mashambulizi ya angani shirika la ujasusi la Israel Mossad limefanya operesheni za siri za hujuma ndani ya Iran, ikiwemo uharibifu wa maeneo ya makombora ya kimkakati na mifumo ya ulinzi wa anga, kwa mujibu wa taarifa ya Axios ikimnukuu afisa mwandamizi wa Israel. Vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa wanasayansi wawili wa nyuklia Freidun Abbas na Mohammad Mehdi Tehrachi wameuawa katika mashambulizi ya Israel jijini Teheran. Kwa jumla wanasayansi sita wa nyuklia wameuawa, hii ikiwa ni kwa mjibu wa ripoti za vyombo vya habari vya taifa la Iran. Kampuni ya kitaifa ya uchakataji na usambazaji wa mafuta ya Iran imesema kuwa mitambo ya kusafisha mafuta na maghara ya mafuta haikupata madhara na shughuli zao zinaendelea kama kawaida. Mkuu wa majeshi wa Israel Eyal Zamir amesema kuwa makumi ya maelfu ya wanajeshi wameitwa na kuwekwa tayari mipakani kote. Tupo katika kampeni ya kihistoria isiyofanana nyingine yoyote. Hii ni operesheni muhimu ya kuzuia tishio la uhai kutoka kwa adui ya taka kutuangamiza, amesema Zamir. Naye rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Iran haiwezi kuruhusiwa kutengeneza bomu la nyuklia na kwamba Marekani inatarajia kurejea kwenye meza ya mazungumzo, alipokuwa akihojiwa na Fox News baada ya mashambulizi ya Israel kuanza. Mwandishi wa Fox News Jennifer Griffin amemnukuu Trump kupitia chapisho lake katika mtandao wa Twitter akisema tutaona. Maafisa wa Marekani wamekuwa wakisisitiza kuwa makubaliano mapya ya nyuklia na Iran badala ya makubaliano ya mwaka 2025 yaliyovunjika kati ya Tehran na mataifa sita makubwa lazima yajumuishe sharti la kusitisha urutubishaji wa madini ya Uran, hatua ambayo huonekana kuwa njia ya kutengeneza silaha za nyuklia. Hata hivyo, Iran mara zote imekuwa ikikanusha nia ya kutengeneza silaha za nyuklia, ikisema mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya kiraia pekee. Pia imekataa hadharani sharti la Marekani la kuacha urutubishaji, ikiliona kama shambulio dhidi ya uhuru wake wa kitaifa. Serikali ya Iran imesema katika taarifa yake kuwa shambulio la uoga la Israel linaonyesha ni kwa nini Tehran inasisitiza umuhimu wa teknolojia ya nyuklia, nguvu za makombora na haki ya urutubishaji. Trump anatarajiwa kuitisha kikao cha baraza la usalama la taifa leo Ijumaa asubuhi kwa mujibu wa ikulu ya White House. Hapo jana rais Trump alisema kuwa shambulio la Israel dhidi ya Iran linaweza kabisa kutokea, lakini akasitiza kuwa tumaini la suluhisho la amani linawezekana hapo ilikuwa kabla ya israel haijafanya shambulizi dhidi ya Iran. Msemaji wa majeshi ya Iran amesema kuwa Israel na mshirika wake mkuu Marekani watalipa gharama kubwa kwa shambulio hilo, akiituhumu Washington kwa kuunga mkono operesheni hiyo, wakati Marekani ikijitenga na mashambulizi hayo ya Israel. Afisa mmoja wa Israel ameliambia shirika la habari la umma la Kan kuwa Israel iliratibu operesheni hiyo na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ame amesema Marekani haikuhusika katika mashambulizi hayo na kwamba Tel Aviv ilichukua hatua ya peke yake kwa njia na kwa ajili ya kujilinda. Ni wazi Irani haipaswi kulenga masilahi au wafanyakazi wa Marekani, Marco Rubio amesema. Mashambulizi hayo yamesababisha kushuka kwa bei za hisa katika masoko ya bara la Asia leo Ijumaa, yakiongozwa na mauzo makubwa ya hisa za Marekani. Pia bei za mafuta ghafi ya dunia kwa pipa imepanda kwa asilimia 70.3 hadi dola 70 nukta nne sifuri kwa pipa kufikia saa 8 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, kiwango cha juu zaidi tangu Aprili mbili. Maafisa wa Marekani na Iran wanatarajiwa kufanya duru ya sita ya mazungumzo kuhusu mpango wa urutubishaji wa Uran wa Tehran huko Oman siku ya Jumapili, kwa mujibu wa maafisa wa nchi zote na upatanishi wao kutoka Oman. Afisa mmoja wa Marekani amesema mazungumzo hayo bado yamepangwa kuendelea licha ya mashambulizi ya Israel. Jeshi la Israeli limesema leo Ijumaa kuwa limelazimika kuchukua hatua hiyo kutokana na taarifa mpya za kiintelijensia zinazoonyesha kuwa Iran ilikuwa karibu kufikia hatua isiyoweza kurekebishwa katika kutengeneza silaha za nyuklia. Hii ni Msasa Media. Kwenye mitandao yote ya kijamii tunatumia jina moja la Msasa, Msasa Online. To follow, like, comment na share. Msasa, kisasa zaidi.